Kuhitimu kwa wahudumu hawa wa afya ya jamii kwa mara ya kwanza ni dalili kuwa tumeanza utekelezaji wa mpango wa kuwapa utaalamu wahudumu wa afya watakaotoa huduma katika jamii. Serikali kupitia wizara ya afya itaendelea na utekelezaji hadi tuhakikishe wahudumu hawa wanapatikana katika kila shehia, kila kitongoji na kila familia hapa Zanzibar. Nia ya serikali ni kuzijenga afya za wananchi wake ili kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Ndugu wananchi, ndugu wahitimu, mabibi na mabwana. Napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kupongezeni wahitimu nyote kwa kufanikiwa katika mafunzo yenu. Naamini kuwa mafanikio yenu yamechangiwa zaidi na nidhamu na bidii mlizoweka katika mafunzo, mambo ambayo mna wajibu wa kuyaendeleza katika maisha yenu ya kawaida ili mpate mafanikio zaidi. Mnapaswa kutambua kuwa serikali na wananchi kwa ujumla tuna mategemeo makubwa kwenu ya kupata huduma zilizo bora. Serikali itaendelea kuwawekea mazingira bora katika kutekeleza shughuli zenu kwa ufanisi zaidi.